Sasa nizungumzie jambo moja ambalo limekuwa likitrend. Madereva wametoka Tanzania, wamepelekwa Qatar, wamewekwa kwenye gari, wanaangalia wafanye nini? Ola, kwa sababu magari yako siku hizi tunaita mekatroniki, e, vitu vingi vya kubonyeza tu siku hizi. Hata handbrake siku hizi unabonyeza, tusuila kuvuta cha, e? Wameshindwa kupata zile kazi. Sasa labda niseme hiki, kwa sababu watu hawajui. Namba moja wanaowapeleka nje, kabla ya kwenda, ni vizuri <laughs> warudi humu ndani. Usipeleke mtu nje tu, kwa sababu wakati mwingine ndio ile upimaji wa IQ. Unadhani mtu ni mjinga kwa sababu hajui choo cha kuflash, idini, kuflash. Wakati umemtoa kijijini hajawahi kuona choo cha kuflash, alafu nadhani mjinga wakati yee yeah. Akikuambia wewe kamata mbuzi umchinje, huwezi kwa hizi knowledge zinatoka na environment. Environment yetu hapa magari mengi ni hayo tuliokuwa nayo. Wanaopeleka nje wana wajibu wa kusurvey kwamba mahitaji ya kule sasa hivi ni yapi, tofauti na mahitaji ya magari yetu yaliyo hapa yanaenda mpaka Kongo. Aina ya magari yaliyo hapa Tanzania yanaenda Kongo ni namna gani? Madereva wote wanajifunza nini? Hasa ukienda nchi nyingine kama Qatar, ni vizuri kwanza ukaangalie, usiwachukue watu tu kawakimbiza kule afu akaenda kupimwa. That's very important for us. Kwa sababu mambo mengi ni muktadha, lakini pili ni kweli tuna haja ya kuwafundisha yote, hata yale magari ambayo bado hayajaanza kuingia nchini, ingawaje mtu atasema unanifundisha kitu ambacho ni relevant ili niende nacho wapi. Lakini sisi tulishatoa maelekezo, nadhani miaka miwili iliyopita, Arusha Technical College ingie makubaliano na makampuni ya magari, kwa sababu kule tunafundisha mafundi magari kwamba fundi wa magari hata wenyewe sasa, mechatronics ndio order of the day sasa hivi. Unaweza ukanunua gari kulifungua na kulifunga kama fundi mechanic anayofanya kazi hiyo hajui mechatronics, akilifunga gari linaweza lisiwake, sababu kila kitu kinatumia umeme electronics na kadhalika. Kwa huwezi kusema wewe ni fundi mechanic tu katengeneza gari siku hizi haya ya kisasa eh? naweza kuwa electrical na ni tu katengeneza magari, you have to be able to combine the two. Kwa wale tayari wameanza mazungumzo na wengine wanaingia mkataba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kama ni Toyota tunasaini contract na Toyota, wakufunzi wetu wajifunze kule waje wafundishe hapa. Kama ni Ford Rangers unajifunza kwa Ford Rangers, kama ni magari yote. Kwa hilo tumeanza na Arusha Technical College na tulishawaagiza VETA wafanye hivyo hivyo. Na baadaye tuhakikishe kwamba tunakuwa na modo ya magari ya kufundishia lakini bado magari mengi ya kwetu ni mekanika. Kwa watu wengi wanaenda kujifunza magari sasa hivi, ukimwambia kwamba nenda ujifunze na GPS nini, atakwambia ah, lakini ninachohitaji kujua kwenda barabarani tu. Lakini ukweli ni kwamba hasa kwa sasa hivi ambapo sasa hivi kuna fursa za ajira kule. Nadhani NIT, na tunaongea na wenzetu wa uchukuzi, wahakikishe kwamba kama walivyo na modo ya ndege pale, kwa watu ambao wameshafika pale wana kama ndege, ukiingia pale unahisi unarusha ndege kabisa, unakwenda nayo nakwenda nayo, unaona kabisa ukitua, ukiyumba, ukijaribu pale, unaona basi, ni muhimu sana kuwe na moda haya magari ya kisasa. Magari of course yanatofautiana, yana kama ilivyo kwenye ndege, huwezi kujifunza kurusha Bombadia alafu baadaye ukaambia unaenda kurusha Boeing, unaenda tena kwa training na hata magari ya kisasa mara nyingi vitu ni vingi you have to spend time kuangalia mahitaji ya kwenda kule. Kwa hiyo napenda niliseme hilo kwamba kuna vitu viwili. Sisi kwenye training institutions zetu na wale wanaowapeleka watu nje, huwezi kuwachukua tu na kuwabwaga kwa Qatar, watarudi tu. Kwa sababu lazima ufanye survey where you are taking them. Haya magari yaliyoko kule ndio tulionayo Tanzania. Kwa sababu wengine wanaenda kusomea driver wanataka kupata leseni waendeshe magari hayo. Tunaona anaenda Rwanda, Kongo, Burundi. Hayo ndio wanajifunzia. Okay. Lakini dunia inakwenda sasa, haija catch up na sisi. Kwa hiyo ukienda nani kule kwa sasa hivi, inawezekana isiwe ni relevant sana. Lakini sisi na sisi kwa kweli tushaanza kucatch up na nadhani baadaye nitawaambia eti watu wetu, watu wetu taarifa wamefikia wapi katika tuliwaambia. Lakini VETA tumwambia wafanye vile vile kwa sababu hata magari fundi mechanics tunahitaji ma, ma, ma, mafundi ambao sio mechanical tu ndio wanaitwa mechatronics. Wanaweza kaangalia vitu vyote viwili.